Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. wa karibuni sana katika ibada tafakari ya jioni ya leo, katika ibada hii maalum ya ufunguzi wa Sabato. Tunashukuru pia Mungu kwa ajili ya huduma ya dada Juliet, huduma iliyopita. Mungu akubariki ah, sana ah, tafakari yetu jioni ya leo ina kichwa kinachosema kwa nini ninaiadhimisha sabato kwa nini ninayadhimisha uh, sabato? Itakuwa ni tafakari na nita, nitafundisha nitafundisha. uh, ni swali ambalo tumeulizwa au ni swali ambalo umeuliza pia kwamba kwa nini wewe ni msabato, au kwa nini unaitunza hii uh, hii siku ya Sabato? Sasa tunaenda kujifunza mambo makubwa mawili ambayo ninaamini uh, yanaweza asiwe mageni kwetu. Lakini kuna kitu tutajifunza au tutaongeza maarifa yetu katika haya mambo mawili tunayokwenda uh, kujifunza. Basi, kabla hatujafungua maandiko matakatifu ni wasihi tukiwa tumeketi vivyo hivyo tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya kuwa nasi kwa safari ya siku sita, lakini tunakushukuru pia kwa kutupatia kibali cha kuweza kukutanika mbele zako katika majira haya matakatifu kuweza kulichunguza neno lako. Ombi letu ni kwamba utuongoze mnenaji na msikilizaji kupitia tafakari hii, wote tukaongeze maarifa yetu kuhusu wewe Mungu, na ibada hii ikatusogeze zaidi miguuni pako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amina. Uh, tunaposoma kitabu cha Kutoka sura ya ishirini na ile aya ya nane ndiyo sehemu ya kwanza ambayo at least kwa sehemu tunapata ufafanuzi wa kina kuhusu hii sabato. Ni aya maarufu, najua tunaifahamu, lakini nikualike ufungue Biblia yako katika wasaa huu tusome pamoja tena hii aya. Kitabu cha Kutoka sura ya ishirini na hapa tutasoma ile aya ya nane mpaka aya ya kumi na moja, na baada ya kuisoma tutaangalia sababu ya kwanza kwamba kwa nini sisi tunaitunza Sabato. Neno la Mungu linasema hivi. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi zako, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Na katika siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako Anaendelea, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. kumi na moja, anatoa sababu kwa nini, maana kwa siku sita Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Sababu ya kwanza inayonifanya au inayotufanya tuitunze hii siku ya sabato ni kumtambua Mungu kama muumbaji, na maarifa ya kumtambua Mungu kama muumbaji ni muhimu sana. Imekuwa muhimu katika vizazi vyote, lakini inakuwa muhimu sana katika ulimwengu huu, katika wakati huu ambao mwanadamu anazidi kudidimia katika namna ya kupuuzia uwepo wa Mungu na kutotii maagizo yake. Kwa hiyo ina maana kumtambua Mungu kama muumbaji na maarifa ya kumtambua Mungu kama muumbaji yananisaidiaje? Ninapomtambua Mungu kama muumbaji, jambo la kwanza lita maarifa haya taathiri mtazamo wangu kuhusu ulimwengu na jinsi ninavyowatazama wengine. Tunaishi katika ulimwengu ambao elimu ni nyingi, kuna vyanzo mbalimbali mbali vya elimu na mojawapo wa elimu maarufu ni elimu ya ni dhana ile ya uibukaji. Wengi tunaifahamu, tumeisoma mashuleni, dhana inayokanusha imani na ule uhalisia wa kwamba Mungu aliumba. Kwa hiyo uadhimishaji wa Sabato ni tangazo la wazi kwa ulimwengu unaompuuza Mungu, ambao unakana uwepo wa Mungu, ya kwamba yupo Mungu aliyeumba hii dunia, ya kwamba hii dunia sio matokeo ulimwengu dunia na, na sayari zingine na, na anga na kila kitu sio matokeo ya uibukaji uliotokea kwa namna ya ajali kama ambavyo uh, ulimwengu unaamini. Kwa hiyo tunatangaza wazi kwa ulimwengu ya kwamba yupo muumbaji ambaye aliumba hii dunia na ambaye bado anaendelea kushikilia umiliki wa hii dunia. Hiyo ni moja tangazo la wazi lakini mbili Maarifa haya ya kumtambua Mungu kama muumbaji yanabadili mtazamo wangu jinsi ninavyowatazama wenzangu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanafundisha wazi ya kwamba kila mmoja wetu aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo, ninapomtazama mwenzangu nitamtazama kama mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sitamdharau mwe, sitamweka katika viwango vya chini, sitamdogodesha. Kwa nini? Kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Haijalishi maisha atakuwa amemuweka katika nafasi gani, tunajua ya kwamba kuna viwango tofauti tofauti vya kimaisha, lakini kwa sababu tu nimemwona mwanadamu mwenzangu mbele yangu, nitamheshimu na nitampatia nafasi yake, kwa sababu nitatambua ya kwamba ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Na kwa sababu ninatambua uwepo wa Mungu na ninamheshimu Mungu, sitataka kumkosea Mungu kwa kukidharau kiumbe kilichoumbwa kwa sura na kwa mfano wake na ndio maana tunazidi kuambiwa katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ya tatu na ya nne. Naomba tufungue hapo, watu wa Mungu. Wafilipi sura ya pili aya ya tatu na ya nne. Neno la Mungu linasema hivi: msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Tunaishi katika ulimwengu ambao msisitizo mkubwa ni kwamba wewe ni bora kuliko mwingine, kwa hiyo fanya chochote unachokiweza chochote unachokiweza -cho ili kuhakikisha kwamba unajiweka katika nafasi ya juu zaidi ya mwenzako. Na ndio maana kuna mashindano, mashindano wengine, ambayo wengine kwa kukosa kujizuia wamefikia mpaka hatua ya kuwadhuru wenzao kwa sababu tu ya kuweza kupata kile kitu ambacho wanakihitaji. Lakini neno la Mungu linanikumbusha ya kwamba kila mtu ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, kwa hiyo nitamheshimu na nitamuona kuwa bora kuliko mimi. Mimi nitakuona wewe ni bora kuliko mimi, na wewe utaniona mimi ni bora kuliko wewe. Hakutakuwa na mashindano, kutakuwa na kuheshimiana, na maisha yataenda katika namna iliyo bora zaidi. Ikiwa tu ulimwengu ungeweza kutambua siri hii iliyopo katika neno la Mungu, yawezekana ungekuwa umeepuka ajali nyingi na vilio vingi ambavyo leo vinautesa ulimwengu bila majibu, lakini majibu yapo katika neno la Mungu. Ya kwamba tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu na kwamba kila mtu ni bora kuliko mwingine. Kwa hiyo kutakuwa kuna kuheshimiana kama neno la Mungu linavyosema. Lakini anaendelea kwenye haya ya nne, anasema kila mtu asiangalie mambo yake tu bali kila mtu atazame mambo ya wengine. Natamani ulimwengu ungeifahamu hii kanuni ya kwamba kila mtu asiangalie mambo yake, lakini kila mtu angalie mambo ya mwingine. Na kama watu wote tungefanya hivi, watu wa Mungu kwa sababu tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, kusinge kuwa na mtu mwenye uhitaji, kwa sababu mimi nitaangalia mambo yako na wewe utaangalia mambo yangu. Kwa hiyo kutakuwa, kutakuwa na kujaliana, kutakuwa na kuheshimiana, kutakuwa na, na, na tutakuwa tunaishi katika ulimwengu ambao ambao mambo yako yako vizuri, watu wanaishi katika namna ambayo hakuna mashindano. Lakini leo ninapotafuta mambo yangu tu nisijali kabisa kuhusu mtu mwingine, ninaweza katika binadamu wangu nikaenda katika viwango vya chini kabisa vya kuporomoka kwa, kwa, kwa maadili kuweza kupata kile kitu ambacho ninakihitaji. Tumesikia visa visa vya watu ambao ambao wanafikia hatua mpaka ya, ku, ya kuwaua wanadamu wenzao kwa sababu ya utajiri, kwa sababu tu ya kupata mali, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao falsafa inayouongoza ulimwengu huu ni kwamba fanya chochote unachoweza, jipambanie pambania maisha na kwamba hakuna mtu wa kupambania maisha yako. Lakini tungetembea kwa hii kanuni, maisha yangekuwa katika hali ya usawa, na migogoro mingi tunayohangaika nayo leo isingeweza kuwepo kama tu tungesikia kile ambacho neno la Mungu linasema. Kwa hiyo maarifa kuhusu Mungu kama muumbaji yananisaidia, yanabadili mtazamo wangu, jinsi ninavyotazama ulimwengu na jinsi ninavyowatazama wanadamu wengine, kwa sababu nitamwona kila mtu kama aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu lakini maarifa haya ya Mungu kama muumbaji yananisaidiaje? Maarifa haya, jambo la pili ni, yataathiri tabia yangu ya matoleo. Ibada moja ya ufunguzi wa Sabato tulijifunza ya kwamba ninapomtolea Mungu ninakuza imani yangu na kwamba huyu Mungu anaweza asinipatie kingi kwa mara moja, lakini akanipatia kidogo kidogo kwa namna endelevu, ili nijifunze kumtumaini yeye siku kwa siku. Jambo la pili inapomtambua Mungu kama muumbaji kupitia uadhimishaji wangu wa Sabato ah, maarifa haya yataathiri kwa namna chanya tabia yangu ya utoaji, na hapa ninazungumzia commitment ya muumini katika kuitegemeza kanisa na kazi ya Mungu, kazi ya Injili kupitia ah, talanta zote ulizonazo, muda, mali na kila kitu, unaweza ukazitaja zote. Kwa nini? Kwa sababu nitakumbuka ya kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, yaani mimi mwenye mali ambayo napaswa kuitoa kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu ni mali ya Bwana, na mali nilionayo ni ya Bwana pia. Yaani mimi na nilicho nacho vyote ni vya Mungu. Kwa hiyo sitakuwa na sababu ya kuzuia, ikiwa Mungu atahitaji nifanye jambo kwa ajili ya kazi yake, nitafanya kwa sababu sitatambua chochote kama ni cha kwangu. Nitajua ya kwamba hiki ambacho Mungu amenibariki ni cha Mungu, lakini hata mimi ninayemiliki ni wa Bwana pia kwa sababu nitakumbuka dunia na vyote viijazavyo vi, vi, ni vya Mungu. Yuko muumbaji, na ndio maana tunaambiwa kwenye kitabu cha Kutoka ya kwamba huyu Mungu tunapaswa kuikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa, kwa sababu katika siku hiyo aliumba. Kwa hiyo mimi ni wa Mungu, alichonipatia ni cha Mungu, atakapokihitaji sitakuwa na sababu ya kuzuia, kwa sababu sio cha kwangu. Hiyo ni, hiyo ni, hilo ni jambo la kwanza lakini jambo la pili ambalo napenda tukumbushane jioni ya leo kama uh, mnavyofahamu sana ni kwamba ninapoadhimisha hii siku ya, uh, hii siku ya sabato, ninamtambua Mungu kama mrejeshaji. Nitaizungumza hii kwa, kwa, kwa upana kwa muda mfupi uliobakia. Ninamtambua, ninamtambua Mungu kama mrejeshaji. Moja ni Mungu kama muumbaji anayemiliki vitu vyote nikiwemo ni mimi mwenyewe, lakini mbili ni Mungu kama mrejeshaji. Unaposoma kitabu cha kumbukumbu kumbukumbu la, kumbukumbu la Torati sura ya tano aya ya kumi na tatu na aya ya kumi na nne unapata maneno ya Musa hotuba ile anapoaga anapo, anapo wana wa Israeli anawakumbusha habari ya sheria za Mungu na katika kuwakumbusha anawasomea zile sheria kumi anakuja kusoma na ile, na ile amri ya nne ya kwamba ikumbuke sababu ya siku ya Sabato na uitakase. Lakini kitu kizuri na kitu cha kushangaza ni kwamba sababu ambayo Musa anaitoa kwamba kwa nini wana wa Israeli wanapaswa kuikumbuka sabato katika wakati huu ni tofauti na ile ambayo ilitolewa kwenye Kutoka ishirini nane mpaka kumi na moja ambayo tumetoka uh, kuisoma hapa. Kwa hiyo twende kwenye kitabu cha kumbukumbu -kumbu, la Torati sura ya tano na hapo tutasoma aya ya kumi na tatu na aya ya kumi na nne kwa uchache. Kumbukumbu sura ya tano aya ya kumi na tatu na aya ya kumi na nne nitasoma tu hizo mbili anasema hivi uh, anasema siku sitafanya kazi lakini uh, utende mambo yako yote siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako anaendelea hapo na anasema kwenye aya ya kumi na tano kwamba nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri anaendeleaje na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyooshwa, kwa sababu hiyo Mungu alikuamuru uishike sabato. Musa, Musa hakusema hivi kwa bahati mbaya. Angeweza kurudia yale maneno ya Kutoka ishirini kama yalivyo, ya kwamba kwa sababu kwa siku sita Mungu aliumba mbingu na nchi na kila kitu, kwa hiyo anakuamuru uitunze na kuikumbuka hii siku ya sabato. No, hapa anasema ya kwamba utaikumbuka hiyo siku ya sabato kwa sababu wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri. Na hapa ndipo somo la Mungu kama mrejeshaji linaingia, lina hapo sasa. Maarifa haya ya Mungu kama mrejeshaji yananisaidiaje? Hapa tunaangalia uh, sana sana mgogoro wa mwanadamu na dhambi, jinsi ambavyo tunashughulika na dhambi. Maarifa haya uh, yananipatia yana, yana yana ramani kujua jinsi Mungu anavyoshughulika na tatizo la dhambi na nafasi yangu katika hiyo kazi. Mungu mrejeshaji, hapa tunazungumzia dhana ya utumwa. Haihitaji muda mwingi wala nguvu nyingi kueleza ya kwamba ipo dhambi duniani na mwanadamu amekuwa mtumwa katika hiyo dhambi, lakini kupitia uadhimishaji wangu wa Sabato ninajikumbusha na kuutangazia ulimwengu ya kwamba yupo Mungu mrejeshaji, yupo Mungu ambaye anaweza kuweka huru mtu kutoka katika utumwa wa dhambi, yupo Mungu ambaye anaweza kumwinua mtu kutoka katika viwango vya chini kabisa vya utumwa wa dhambi na kumweka katika viwango vya juu vya uhuru. Mungu wa aina hiyo, Mungu mrejeshwaji anatangazwa kupitia ibada hii maalum ya uadhimishaji wa Sabato. Kwanza aliumba, lakini mwovu akaingilia kati hapo Shete. A, Mungu hakuacha bado alirudi tena kukitafuta kiumbe alichokiumba, na hapa Mungu anakuja katika sura ya pili, Mungu aliye mrejeshaji, Mungu anayerejesha ambaye anakihitaji tena kile alicho alichokiumba. Jambo la kwanza kupitia dhana hii ya Mungu kama mrejeshaji, ninajifunza mambo gani? Jambo la kwanza nalojifunza, watu wa Mungu, ni kwamba torati sio mbaya, yaani hatuwezi kuzungumzia swala la dhambi tukaweka pembeni uh, hii uh, hi somo la torati, yani sheria, hatuwezi kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba bila hii hakuna dhambi. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia dhambi bila kuzungumza juu ya hili jambo. Lakini bahati mbaya ni kwamba kumekuwa na maarifa tofauti, watu wanaelewa vibaya neno la Mungu, bahati mbaya wamelitafsiri vibaya ya kwamba Torati uh, haipo kabisa, sio kitu ambacho tunahusiana nacho yani uh, mambo ya Torati na sheria it is none of our business. Hapana. Leo tunautangazia ulimwengu ya kwamba kupitia uadhimishaji wetu wa Sabato tunaukumbusha ulimwengu ya kwamba Torati sio mbaya na mchakato wa ukombozi, mchakato huu wa Mungu kama mrejeshaji, una, una, unaanza au unahusisha kipengele hiki cha kutambua nafasi ya sheria na maagizo ya Mungu, kwa sababu ukipuuzia hiki kipengele, basi vipengele vingine haviwezi kuendelea. Twende tuangalie kitabu cha Warumi sura ya saba na aya ya sita tenda kumalizia hapo Warumi sura ya saba aya ya sita na hapa tunaambiwa mgogoro hasa, kwa nini watu wengi hatupendi kusikia kuhusu kuhusu hii Torati saba sita anasema hivi: bali sasa tumefunguliwa katika Torati, tumeifia uh, hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Hii ni aya ambayo imeeleweka tofauti katika namna uh, ya kutafsiri kwamba katika wakati huu hatuzungumzi tena kuhusu torati, lakini tunaukumbusha ulimwengu tunawakumbusha watu wa Mungu kutoka pande zote ya kwamba hatuwezi kutoa hiki kipengele katika mchakato wa wokovu. Lakini tujiulize swali, kwa nini kumekuwa na uelewa huu? Kwa nini tunaielewa uh, hii torati katika namna hiyo ambayo ni hasi, tofauti na kile ambacho neno linafundisha? Angalia anavyosema kwenye aya ya 14 na aya ya 15, anasema hivi kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni bali mimi ni wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Sababu iko hapa, torati tunaambia asili yake ni ya rohoni, lakini mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa katika, katika dhambi. Sasa mtu wa mwilini nitaelewaje mambo ya rohoni? Lazima sitayaelewa. Lazima niwe mtu wa rohoni ili kuweza kuelewa mambo ya rohoni. Kwa hiyo changamoto iko hapo. Hatutamlaumu mtu ambaye anasema torati uh, ni, ni, ni mbaya, kwamba imepitwa na wakati, hatutamlaumu kwa sababu yawezekana yuko, yuko haelewi hii kanuni hapa ya kwamba torati ni ya rohoni, lakini mimi ni wa mwilini. Naendelea kwenye aya ya kumi na tano kwamba maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, lakini nil, lile nilichukialo ndilo ambalo ninalitenda. Kwa hiyo mgogoro uko hapo, mtu wa mwilini kutaka kufafanua na kuyaelewa mambo ya rohoni. Kwa hiyo tunawakumbusha leo ya kwamba torati sio dhambi kwa yenyewe, na mchakato wa kukutoa katika utumwa wa dhambi kupitia Mungu huyu aliyeumba na sasa akija kama mrejeshaji, ni lazima uanze kwa kulielewa vizuri neno la Mungu, na kanuni mojawapo ya kuelewa ni hilo ya kwamba neno la Mungu ni ya rohoni, lakini mimi nimeuzwa chini ya utumwa wa dhambi, nipo katika mwili. Jambo la pili, neema haichukui nafasi ya wajibu. Watu wa Mungu, neema haichukui nafasi ya wajibu katika namna ambayo Mungu anashughulika na dhambi. Kuna sehemu ambayo Mungu anafanya, lakini daima kutakuwa na sehemu mwitikio kutoka kwa yule ambaye Mungu amekuja kumsaidia. Kwa hiyo Mungu akiwa kama mrejeshaji anatukumbusha leo ya kwamba amefanya sehemu yake Lazi, lakini lazima kuwe na mwitikio chanya kutoka kwa yule anayekuja kusaidiwa. Kwa hiyo neema, siyo ni upendeleo? Ndio, lakini hauchukui nafasi ya wajibu. Bado mtu wa Mungu, ambaye unapambana kuwa huru kwa neema ya Mungu, unapaswa kukumbuka ya kwamba unayo nafasi ya kufanya katika mchakato huu wa wewe kuwa huru kupitia Mungu huyu mrejeshwaji anayetangazwa na sabato takatifu, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya tano na ile aya ya kumi na mbili Unaweza ukasoma, uh, wa Efeso mbili nane kwamba watu wameokolewa kwa uh, njia ya neema, ameokolewa kwa neema kwa njia ya kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo neema haisimami peke yake katika ukombozi. Sheria haisimami peke yake na wala imani haisimami peke yake. Lazima hivi vitatu vifanye kazi kwa pamoja katika moyo wa mdhambi ili huyu Mungu mrejeshwaji aweze kumweka huyu mtu huru mbali na utumwa wa dhambi. Mungu anayeweka watu kuwa huru mbali na utumwa wa dhambi. Tatu, na muhimu sana, Yesu pekee ndiye njia pekee inayowezekana kwa mtu kuweza kupata uhuru wa kweli kutoka katika dhambi. Watu wa Mungu tunakumbushana hili. Yesu pekee. Hakuna jina jingine lolote duniani wala mbinguni ambalo linamfanya huyu mdhambi aweze kupata uhuru kutoka katika dhambi zaidi ya jina la Yesu. Halipo. Sio, si, uh, sio Mariamu mama yake wa Yesu tunamheshimu kwa sababu mungu alimtumia kwa ajili ya kuanzisha huu mpango mkubwa wa ukombozi lakini sio mariamu ambaye anaweza uh, kumwokoa mtu kutoka katika uh, utumwa wa dhambi yesu ili aitwe mkombozi wa mwanadamu alinunua hii haki alinunua alikufa yesu msalabani naenda kasome isaya hamsini na tatu aya ya kwanza mpaka ya sita anasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona yesu aliufia ulimwengu lakini Mariamu mama yake wa Yesu hakufia ulimwengu, hakuinunua hii haki ya, ya, ya, ya kuwa ya kuwakomboa watu. Kwa hiyo tunatangaza jina la Yesu kupitia uadhimishaji wetu wa Sabato siku ya leo na siku zingine zote, ya kwamba jina pekee walilopewa wanadamu linalotupatia sisi kuweza kuokolewa ni jina la Yesu wala sio jina jingine, na ni haki ambayo aliinunua kwa damu yake katika msalaba wa Calvary na kwamba yeyote atakayeliitia hili jina sio swala la kwamba umekuwa mtumwa wa dhambi kwa muda mrefu hapana. Ni swala tu ya kwamba mtu aite kwa hili jina la Yesu, atafute uhuru kwa huyu Mungu mrejeshwaji, kutoka katika utumwa wa dhambi na Mungu atamrejesha mara hiyo, wala siyo jambo ambalo ni, ni application ambayo inasubiri kupitiwa, inayosubiri vikao. Hapana, kila mtu amwite Yesu mahali popote alipo. Wapo watu ambao wanapitia, wanapitia utumwa wa dhambi wa aina mbalimbali vijana wanapambana na, na, na swala la, la addiction za mambo mbalimbali mnafahamu, yupo Yesu ambaye anaweza kumweka mtu huru, na hili ndio jina pekee ambalo wamepewa wanadamu ambalo unaweza ukaliitia na ukapata ukombozi. A huna, huna, huna sababu ya kuendelea tena kuwa katika dhambi. Ita jina la Yesu, mwambie Yesu akutoe katika hiyo hali ulionayo na, na Mungu ametoa maelekezo mazuri na atakuweka huru. Mungu anaweka huru leo, ninamtangaza Mungu mrejeshaji Mungu ambaye anaweka watu huru kutoka katika vifungo vya vya utumwa wa dhambi, Mungu ambaye yuko tayari kumweka kumweka mtu huru. Huyu ndiye Mungu ambaye anatangazwa na adhimisho maalum la Sabato, na ndiye ambaye tumekuja kumwabudu katika siku hii ya Sabato, Mungu aliye tayari kumweka mtu yeyote huru ambaye atamuitia na kusema ya kwamba anahitaji kuwekwa huru. Haijalishi amekuwa akihangaika katika changamoto ya aina gani, lakini yupo Mungu anayeweza kumweka mtu huru. Mungu ambaye kupitia uadhimishaji wetu wa Sabato tunamtangaza na tunatangazia ulimwengu ya kwamba liko jina pekee, jina la Yesu ambalo kupitia hilo mtu yeyote anakuwa huru. Moja, Sabato inatukumbusha Mungu kama Muumbaji, na hii inafanya tuheshimiane, inafanya tumuhesabu kila mtu kuwa ni bora kuliko kwetu, lakini pia inaathiri uh, uh, tabia yangu ya utoaji kwa wale waumini. Lakini pili, Sabato hii inatutambulishia Mungu mrejeshwaji Mungu ambaye yuko tayari kumweka kila mtu huru, mtu ambaye ataliitia jina lake. Tunasoma ya kwamba itakuwa kila atakayeliitia ile jina la Yesu ataokolewa. Huyu ndiye Mungu ambaye anatangazwa na hii adhimisho maalum, adhimisho takatifu la Sabato. Basi Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa muda wako unaweza kwenda kusoma a, kitabu cha Warumi sura ya nane, utaanza aya ya saba utamalizia na aya ya sita. Hapo somo letu linakuwa limefikia mwisho. Na Mwenyezi Mungu awabariki, ninawatakia tafakari njema na zaidi sana ninawatakia sabato njema. Mungu awabariki.